Komeshi mtu unajikomesha mwenyewe hivyo, we mwenyewe ndio, ile aliyoambiwa Ezra, inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe, simama ukaitende. Niinuke, shughuli hii inanihusu nani? Mimi hapa, eh, kila mtu unajitaja, inanihusu mimi. Hatusimami hapa mbele kwa sababu tunataka kumshabikia mtu fulani, hapana. Tunakuja hapa kwa sababu kuna kitu tunakitafuta cha ziada cha kutusaidia kwenye maisha yetu hicho ndicho ambacho tunakitafuta. Unatoka Kapunga unakuja hapa, unakuja kutafuta tenki litakalokusukuma zaidi na zaidi. Unatoka Tunduma, unatoka Kiwila, unatoka Mloo, wote tunatafuta nguvu itakayotusaidia kutusukuma ili tuendelee mbele. Tunatoka hata hapa kambi kuu, tunashindwa kulala majumbani, tunakuja kila siku kwenye ibada kwa sababu tunaitafuta ile nguvu. Kalebu alikuwa na macho gani? Alikuwa na uelewa gani? Alikuwa na nguvu gani mpaka alisema hakika tutashinda bila shaka. Alikuwa na nini? Sio kwamba alikuwa anakuona huku mbele giza tupu. Lakini anasema hapana, yule aliyetusaidia, unajua kuna wakati nimesema kumbukumbu hazionekanagi. Hazi, hazi lile tatizo linalo kuwepo linazima kumbukumbu zote ambazo Mungu amewahi kufanya. Kwa hiyo ile inakuja uzoefu wa imani. Pamba, hapa sasa nitakuwa nakwenda hata kama sina nguvu. Kwa sababu unaweza kusema natafuta nguvu. Mbona hapa sina nguvu? Eh? Mbona nataka niendelee mbele ni, mpele, nimwombe Mungu sina nguvu? Ah, nguvu sio huo uvuvio unaoupata mara chache. Ah, ah, unauelewa kiasi gani kuhusu imani? Unaielewa imani kwa kiwango gani? Kwa sababu fedha mpaka unaitafuta hata kama jana ukuipata, ni unauelewa na hiyo fedha. Jana haukuuza, wiki nzima haujauza. Haulali ndani. Unaamka, unaenda kuisaka nini, unauelewa na hiyo fedha, kwamba fedha kazi yake ni nini. Kwa hata imani tunafanya vivyo hivyo, kwamba kivyovyote vile, imani ndio msaada wangu wa mwisho, wokovu ndio msaada wangu wa mwisho, wokovu ndio ulioniheshimisha. wa kama umeniheshimisha mpaka hapa, sitaacha, kwa sababu kule nyuma nilikuwa mpumbavu, lakini leo hii sitaki kuwa mpumbavu. Ebu malizia hapo, anasemaje? Kalebu aliwatuliza akasema tutashinda bila shaka. Hesabu sura ya kumi na tatu mstari wa thelathini na mbili anasema ehe, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ehe, ya ile nchi walioipeleleza ehe, wakasema ndiyo ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ehe, ni nchi inayo wala watu wanaoikaa. Unaona taarifa hizo, taarifa dhaifu sana. Ni nchi inayo Nae wala watu wanaweka. Kwani sisi hatujawahi shuhudia kwamba watu huku nyuma wanaliwa? Si kuna watu walifukiwaga huku? Si kuna nchi ilifukia watu? Wale watu wa kola. Hatujui kwamba watu walikufaga huku nyuma. Tunajua watu walikufaga, tunajua hata ndugu zetu walikufaga, babu zetu nao hawako. Walikufa kwa staili gani, walimezwa na nini? Hatujui. Usianze kututafsiria staili ya kifo. Yaani kifo? Unajua ni kifo ni, ni kifo hiki hey, kina maajabu. Yaani ukikatiza hapo ukihubiri injili ya kweli, unajua watakuchukua watakuweka kwenye pipa la mafuta, watakuchemsha. Wakishakuchemsha kuchemsha, wanakumwaga chini, unakuwa ma, kama mafuta ama unakuwa kama lami, hautoki hata mfupa. Asante, hautoki hata mfupa, ndio. Lakini unatuambiaje kuhusu aliyetoka na mifupa na nyama zote? Kwa sababu tutatamani pia kutiwa nguvu na yule aliyetoka na mifupa zaidi Watamani kumjua na huyo. Kifo kibaya, kifo. Hii kifo kibaya. Wewe unaona kwani kifo kibaya? Waliokufa kibaya, kifo. Walikuwa wamepanga kichwani na ramani zao zilikuwa tutakufa kwa staidi. Yaani kifo hauwezi kukicholea. Kwamba, nitakufa wakati nakufa, nita nitakuwa nimejiandaa. Yaani sio nitabiringa nitabiringikaje? Ninapotaka kufa nitatubu na sema Mungu, naomba nisamehe sana madhambi yangu. Yaani hawezi kupanga kwamba saizi napanga nakufa. Nika naangalia staili aliyokufa, yu yule ndugu yetu Baraka yule producer alipokufa, anaenda da kaenda kujichomeka kwenye gari? Kwani yeye alikuwa anaenda kujichomeka kwenye gari? Safari yake alitoka huko, anaenda kujichomeka kwenye gari? Alikuwa anaenda da, lakini akaenda kujichomeka kwenye nini? Ile staili ya kufa hakuwahi kuchagua hata siku moja. Jana hata watumishi wa Mungu akina akina Emi, uh, na Yusto walipata ajali ya pikipiki Emi anasema ise, yani kumbe kufa ni dakika moja tu. Mungu ametupiga tukio, wimbo wa baba. Eti Mungu ametupiga tukio. Sasa ametupa nafasi ya pili ya kujua namna gani tutaweza kuishi vizuri. Kwa hiyo akawa na shuhudia mimi nikawa nacheka sana kwamba Mungu ametupiga tukio. Nikasema hapana, mtu wa Mungu, basi tu ni, ni changamoto zinatokea kwa sababu walivyo inuka anasema ni walikuwa sio kwamba gari liwagonga. Walianguka wanavuka kuna kilima cha lami hivi. Wanavuka hivi ili waende pembeni, gari ilikuwa inakuja huko, wakaanguka. Sasa, sasa hiyo ilioanguka, pikipiki imepitiliza. Emi akapita juu ya Yusto, akapita juu ya Yusto, halafu Yusto akakita meno chini ya moja likang'oka mawili akakatika. Ulikuwa kijana, sasa hivi unaanza kutuchekea mapengo. Unajua usilinge kwa sababu umetukalia hivyo una stare zote na wanakuita nani? Watu wa Mungu, hujafa hujaumbika, hujafa hujaumbika. Kijana watu sasa anaugulia maumivu makali makubwa, na lazima waze, yaani, mimi mungu wangu sikutarajia, alafu naenda kanisani, sio kwamba naenda kilabuni. Alikuwa anaenda kanisani, yaani mimi mungu naenda kumwabudu yeye, alafu ananipatisha ajali tena naumia mimi, bora nimwache huyo Mungu. Yaani, mwache ye, ya anabaki kuwa vile vile, hashuki thamani kwa sababu ye siyo Mungu. Hapana, kwa unakuta changamoto miaka nani, magoti yake yakachubuka, ust oakachubuka humu, meno yaani, ukisema tu meno tu ni vita kali. Kwa unakuta mawazo yake yote yanaanza kusema mungu hango. Sasa ningejua, ningebaki ningebaki tu nisingepata ajali hii. Kwa nini mchungaji aliweka semina huku Kibaha? Asi, angejua asingeweka semina Kibaha, mimi nisingepata ajali hii. Kumbe ajali tungepata popote pale tulipo, kifo kinafuata mtu popote. Kwa tunakuja hapa kwamba hatujui nini kitatukuta kita mbele, lakini hapa nilipo najua nitashinda, bila shaka nitaweza, bila shaka nitayaishi maisha safi, bila shaka nitapambana, bila shaka kwa nini? Kwa sababu Bwana aliyetupigania nyakati zote, hata kama ametuumiza vibaya sana. Je, nimwache kwa sababu ameniumiza vibaya? Nigeuke kwa sababu ameniumiza vibaya? Hapana, mi nitaendelea mbele eh. Sitamwacha kabisa, kwa sababu kuna vitu tumeumia, tutaendelea hata kwa kujikongoja eh. 32 anasema eh, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi ya ile eh, nchi walioipeleleza ndio wakasema eh, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza eh, ni nchi inayowala watu wanayoikaa eh, na watu wote tuliowaona ndani yake eh, ni watu warefu mno warefu mno. Tena hawa hawali wageni tu wanaoika tu wenyewe wanakula je, wageni zaidi sana eh, tena hawa watu ni wale warefu warefuomn no. Kisha huko tuliwaona Wanefili e. wana aaa a e. waliotoka kwa ha a tukajiona nafsi zetu kuwa kama akama nao ndivyo macho ya naona nini, hawa watu wamevaa miwani gani? Miwani ya woga, yaani ile miwani ya woga ndio iliyowafanya, sio kwamba walikuwa dhaifu kweli, hapana ila kwa sababu kuna akili. Unajua, unaweza ukaangalia chuma hiki, alafu ukakiangalia vizuri, ukaona kama vimebebana viko viwili, ya unaweza ukaangalia tu wewe mwenyewe, ukiamua urekebishe kichwa chako, uyapange haya machuma yawe mawili hapa, ukiangalia tu hivi, unaweza ukayapanga haya machuma yakawa mawili. Kwa staili waliokuwa wamepanga wao kichwani, wakajua hao watu ni warefu mno, tena wanakula watu. Wanaokaa wakazi wanawala, sisi wageni itakuwaje? Tulivyo waona tukajiona tuka kama panzi, na sisi tukajiona na wao wakatuona kama vivyo hivyo, kama panzi. Kwa unakuta kuna maisha mengine ambayo lazima tujue, unatazamaje kwenye fahamu, ufahamu wako, unaona nini kwenye ufahamu wako? Kama hatutaona sawa sawa, ni ngumu, watu wa Mungu, hatuvuki hatuvuki, lakini kama tutaona sawa sawa sawa, hiki kichwa kina mambo mawili waweza kuyatazama, lazima uone zaidi kwamba hiki kitu ni nini. Malizia huo mstari wa kwanza huo kumi na nne moja Hesabu sura ya kumi na nne mstari wa kwanza, anasema ehe Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia hey. watu wakatoka machozi usiku ule hey. kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni hey. mkutano wote wakawambia hey. ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri hey. au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili unaona. <laughs> watu wa Mungu yani sisi hatuna shukurani kwa Mungu, pamoja na kwamba Mungu amewasaidia kawavusha kwenda kupigana. Yaani wanataka Mungu awe wa anawavusha bila wao kusimama. Ndicho ambacho kinatukumba sisi, hatutaki kusimama, tunataka Mungu apigane yeye. kwa Mungu aliyewavusha wa kule, wakashangilia wakavuka, hapa wakashangilia, lakini baadaye wanakutana na jambo gumu, kwamba wale watu ni walefu. Sio kwamba wamewaona, taarifa tu, wale watu ni warefu, tena wanakula watu, tulijiona kama panzi. Hey, wanaume wazima wakakaa chini wakaanza kulia. Hey, nini? Wanaume wale ni wa, watu wale ni warefu. Na sisi ni mapanzi. Yaani sio kwamba na wao umewaona kwa sababu ya taarifa ulizosikia. Basi na wewe unaenda kuziongezea kama umezisikia wewe na jirani yako hakusikia. Unamwendea. Nini? Hey, wamesema sio, wamesema wale watu yaani wamesema ni warefu mno. Tena wewe unapandisha zaidi. Ni warefu mno. Na sisi ni kama siafu. Tena hausemi kama panzi, ni kama siafu. Lazima uongeze chumvi kidogo, kwa sababu mtu anayeongea lazima awe na uvuvio, awe na nguvu ya ziada ya kukudanganya. Sisi tutakaa katika dira hii ambayo tunafundishwa kila siku, hii hatutaiacha kamwe. Hata kama tutajikongoja, tutaenda taratibu, bado haya mambo hatutayaacha kwa sababu haya yametushika, yametusaidia, yametusukuma. Akili tuliyo nayo ni kwa sababu ya kusikia mambo yenye nguvu, ndio yaliyotufanya tukawa hivi tulivyo. Mungu awabariki.